a ni pamoja na malalamiko mengine ambayo yapo ambayo yanaongeza yanayodaiwa kuwa yanaongeza chuki. Moja ya jambo ambalo linadaiwa ni utekaji. Mambo ya ambayo yanasemekana na ya kwamba yanaleta chuki kubwa katika taifa: moja, utekaji; mbili, kukosekana kwa ajira kwa vijana; tatu, wananchi kutosikilizwa; nne, viongozi kuishi maisha ya starehe; tano, matumizi mabovu ya rasilimali za umma sita, matumizi ya nguvu kupita kiasi. Haya ni baadhi ya mambo ambayo wananchi wetu wanasema wanayachukia. Ni kweli kabisa. Sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na, naomba tu nihitimishe na nyinyi wenzangu pia muweze kuzungumza. Sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tumejipanga na wenzetu, hata sisi wenyewe tunalaani sana vitendo vya utekaji. Hii naomba mlielewe kabisa. Kama mnakumbuka kuna siku moja pale Kiruvia kuna mabwana moja mabonge walikuwa wanamchukua bwana moja kumpakia kwenye noa, kama mnakumbuka vizuri. Nimemsahau tu jina yule kidogo talimo. Ukienda kuangalia kitu ambacho kilikuwepo pale, ilikuwa ni masuala, pamoja na mengine yaliyokuwepo, ni masuala kimapenzi. Katumika dada mmoja ampigie simu yule bwana wakutane kwenye kale ka hoteli kaliko kuwepo pale. Yule bwana anapokwenda pale, hamuoni yule dada, lakini anaona kuna jamaa wengine ambao wako pale. The moment tupetangaza wote wakakimbia, wakakimbilia njia za Ifakara na sehemu zingine, wakaba tukabahatika kwenda kuwakamata na na vitu vingine vya namna hiyo. Ripoti ilitolewa na jeshi la polisi, lakini kinachosemwa hapa kwamba mbona hamzungumzi kwa sauti kuhusu utekaji na nataka niwaambieni, brothers and sisters, ni vitu ambavyo wakati fulani mtu akipanga kuwa na nia ovu katika taifa anaweza yeye mwenyewe akaangalia hivi ni mtu gani ni kimspot, jamii moja kwa moja itasema aliyefanya hivi ni huyu. Nadhani kisheria mnajua vizuri, si hiyo ni jambo gani? Mume na mke wanaweza kagombana ndani ya nyumba wakawa kwenye ugomvi wa muda mrefu lakini mtu akaja na interest akamdhuru mwanamke au mwanaume katika wale waliogombana, akijua kabisa kwamba baada ya kudhurika huko atakayekuja kunyoshiwa mkono kwa haraka ni either or katika wale wale. Hiyo ni assumption ya kwanza, lakini assumption ya pili ni kwamba jambo hili linapotokea katika mikoa yetu sisi, nyie mnafahamu wakati fulani sio jambo jepesi kabisa. Hata mimi mwenyewe kiongozi ni kweli kuwa wanakuwa na vyombo vya dola lakini sio kweli kwamba nakuwa nao muda wote, kabisa kabisa, kwamba hata pale nyumbani muda wote nipo nao, hapana. Huko nje kinaweza ikafanyika jambo kwa nia kabisa ya uhalifu kabisa, lakini mwisho wa siku ikawa ni mazingira gani jambo hilo limetokea, tuna teknolojia gani ya kuweza kubainisha kwa haraka jambo hili, tuna jambo gani naloweza kwenda namna hii. Ni kama kwenye huu uchaguzi wao wanasema polisi wameua. Hiyo ni statement ya kwanza, lakini ikija kubainika, nachukulia tu kwa mfano kwamba kundi la pili lilikuwa na silaha, lilikuwa na visu, lilikuwa na mapanga, haya yenyewe yanaweza kuwa alifanya kazi kwenye nini? Yanachukulia tu mfano, kwa nini ni kwamba by concept mshika bunduki ni polisi, lakini why if kuna jambazi ambaye naye kaingia humo kwenye huo mkumbo, kashika naye bunduki. Bunduki yake itakuwa ilimpiga nani? Huu ni mfano navyotaka kusema, lakini nani atakuja kusema haya, tume iliyoundwa inaweza kudetail zaidi tukaja kufikia huko. Kwa hiyo sisi na wenzangu hawa wakuu wa wilaya hawa tunakemea sana masuala yote yanayohusiana masuala ya kiutekaji, na pale Pagara pale, mnakumbuka ilikuwa imeanza wakati fulani kuteka watoto, kubaka watoto tulifanya kazi kubwa sana pia kushikana vyombo vya dola, lakini nyie mnafahamu, katika matukio haya yapo ambayo yanaweza kwa haraka sana uchunguzi wake ukakamilika kwa haraka kutokana na necha tukio lenyewe, lakini yapo matukio ambayo uchunguzi wake pia unaweza kuchelewa kulingana na nature tukio lenyewe. Lakini pale ambapo mtu anasema ah, nataka majibu sasa hivi, nataka majibu muda huu. Sasa, majibu muda huu pia huwa naweza likawa ni jambo jepesi au lisio jambo jepesi kulingana pia na taifa letu lilivyo.